Ndugu zangu, Bwana Yesu sifiwe, na wasalimu wote katika jina la Yesu. Naitwa Mchungaji Julius Severino Musa Umela, ni mchungaji wa kanisa hili la FPCT hapa Mpanda, Katavi. Natumia nafasi hii kuwaalika wanakatavi wote hapa kanisani. Tumemwona Mungu akishughulika na sisi hapa kanisani katika ibada zetu. Aidha, ibada zetu zinaanza kila siku ya Jumapili saa mbili tunaanza na maombi nusu saa, saa mbili na nusu tunakuwa na sifa na maabudu hapa kanisani. Saa tatu juu ya alama tunaanza ibada, kwaya zote zinaimba na tunasikiliza neno la Mungu, mahubiri yenye nguvu ya Mungu na uwepo wa Roho Mtakatifu, na tumeona katika mahubiri hayo Mungu akitenda, Mungu akiokoa, Mungu akiponya. Pia hata katikati ya wiki pia tunakuwa na vipindi vinavyoendelea siku ya juma tatu, tunakuwa na vipindi vya vijana wa kike na wa kiume. Juma nne, wakina mama wote katika kanisa hili wanakuwa na kipindi hapa kanisani. Siku ya Jumatano ni tunakuwa na kipindi tena ile saa kumi ni Bible study, kujifunza neno la Mungu na kutafsiri. Hapa unaruhusiwa hata kuuliza swali. Siku ya Alhamisi tunakuwa na, na mazoezi ya uimbaji. Tuna kwaya nyingi hapa kanisani, wote wanakuwa wamekusanyika, wanakuwa wanafanya mazoezi ya uimbaji. Lakini siku ya Ijumaa tunakuwa na maombi, hatuli wala kunywa tangu asubuhi mpaka jioni. saa kumi tunakuwa na ibada kwa watu wote, na hapa tunakuwa na neno la Mungu pamoja na maombezi ya aina mbalimbali kwa hiyo usiache kuja na mgonjwa, usiache kuja na mtu mwenye shida mbalimbali. Tunakuwa na maombi hapa kanisani na watu wengi wanafunguliwa. Tunaona Mungu akiwafungua watu hatua moja baada ya nyingine. Siku ya Jumamosi inakuwa ni siku pia ya mazoezi ya uimbaji hapa kanisani. Ratiba zetu za vipindi ziko namna hiyo. Kwa maana hiyo, nitumia nafasi hii kuwakaribisheni wanakatavi wote. Karibuni tuabudu pamoja, na Mungu wa mbinguni awabariki.